Good afternoon to you. Davido, how are you? I'm fine, thank you. Davido show one. Ulipata bibi ama ukupata? Kwanza. Nitongea kama kamama FM. Kwanza. Who is this OCS? I'm a pianist. <laughs> DCF friend usaidizi na je unapeana DCF friend usaidizi na, mbona huku mpea wakati alienda kutafuta dangerous gaidi, in Malindi unampea tu kama anaenda kutafuta meli wa sinyadevu Ofisa Jared, ni wapi ulikuwa utapeana usaidizi? and who is this os omera? tumemba hapa tuko na ocpd omera, pesa imesatolewa bravo. Na unaona bravo tu <laughs> pesa imesatolewa kitambo. The first statement from those two vijana wadogo naweza piga ngumi ya hewa. E, kamera ni za nini? Police officer atakangi kamera, but expression expression. Kamera ni za nini? I love the guy who is the, the fupi guy. Akuna mudu mbaya. Alafu wanamshika kuja kuja twende, moja nashika huku, moja nashika huku, kuja kuja twende. My friend. My friend, I'm telling you, my friend friend, my friend, Fred Fred Tolewa. They came to release Bravo from you ili wakuja walalamike au sasa wakuja sema si nilipea, nilimepea leo, usaidizi kumeendaje? Mbona amekimbia? Mbona ametoroka? Vitu kama hizo utasikia. Sasa pale, munaenda hata wagaidi wamesha informiwa tunakuja na mapolisi wawili hizo, usimuinterfere usi nao, hao ndio watasaidia huyu Bravo kutoka. Kuna akili yangu mijinga inanambia hivyo ya kwamba hapo mbele iko sawa, utasikia how the two officers are us how they brought, lakini usimadharau mtu ambaye ako na bunduki. Usiseme ni wadogo, wanaweza Fred, anaweza apigana wa na nao wako na gani? Fred, jaribu fanya nao, nao kazi, ameomba tu Kumbuka kitu ilifanyia Sina Dave wakati OCS alichukua Tom akapiana kwa Sina Dave. Hey! Fred ulisema utafanya na kazi muta ambayo umejua. God plus you two people ilikuwa imetosha pale, mlikuwa naenda na bunduki na mkuna risasi ambaye aishi mimi mali mungetaka usaidizi na mkuwa na mlikuwa tu watu wawili watatu na wawili kwa sababu mndolakuwa na bunduki ni pale Mombasa, lakini sasa hivi mkukaribu kumaliza kazi hu hey. Hii namba yangu. Mkukaribu kumaliza kazi ndio mnaletea usaidizi na usaidizi wawili ndio nashika maishioli ndio wanashika gaidi. Mimi lazima nilalamike, kwa sababu gani mimi nalalamika? I don't trust anyone. That's number 1. Number 2. I don't like when Fred amesema amepewa na OCS, amepewa usaidizi na OCS. That's what I don't like, unapewa sienufisa kevo ambayo mutu ambayo umejua umesafanya kazi na yeye wote, wakuna wa bunduki na vita ikitokea hapo, achape mtu moja, achape Fred Brun risasi. Bravo ametolewa kamba Bring, imetoka bas, Jebe amechukuliwa, siyo hivyo lakini kuna kili yangu ni kijenga kijenga, inanambia hao watu sio watu wazuri. Sincerely, hao watu sio watu wazuri, venye mnaziona mnawaona. According to me they are not well, they are not people Yesu hawa our... mito zijamini hao anko, wewe unatuona, una kama matako yao yako nini mister? International uda mimi. The thing is here, mimi ni mtu ambayo naona vitu mapema na venye nimesema itafanyika hivyo hivyo, hivyo. Utasikia oh mama by tree utasikia wamekosana, utasikia wa Bravo ametoka, utasikia hiyo cheni imetolewa. Kwa hiyo kitoa hiyo kitoa hiyo kitoa hiyo kwa dakika ngapi, kitoa hiyo lock kwa mkono wa bravo ni dakika ngapi? Haya, utanisikia Mutaona, si mimi nasema hapa, saini za ngapi? saini za nane. Mutaona next episode, kitu ambayo imefanyika. Siombi kuwe hivyo, lakini kuna kakili yangu kijinga kijinga hapa kili yangu inanambia kitu kama hiyo itafanyika. Tuombe Mungu isifanyike, lakini itafanyika. Kwanza nikuulize Unajua OCPD ni nani? Ni mtu ni mkubwa wa OCS. OCPD. County Commissioner. Omera. Omera. Yeye ndiye amepea Dave. Yeye amepea Fred wasaidizi. Kwa nini wao mapolisi wanakulanga nini? Sumukule vizuri mtu anatembea tu anakaa tu kama toothpick. Hivi unakaa toothpick. mta ai mapaja zi

Sasa mimi nikwambie, ndugu yangu, unasema mimi nalalamika. Niliposema sitaki champe mmesema ninalalamika. From the beginning. Sai ana kirioki uh, na huyu ameandika nini? Sai mnasema nalalamika kwa sababu nimeona kimesikia kitu ambayo yule mosquito, kwani baba kafue bado wako hai na mtume mosquito kwangu. Wacha nikwambie, mimi nakwambia leo

Sijapea mtu wa, wa, wa, wa, wa, wa mutu mimba nafa pe pee moja, sijapea mtoto wa mutu, mutu mimba. You are right bro this is six days mavengumu and ako bro sia, mimi nasema kweli. Thank you for being with me Daniel Charo, Daniel Charo, uko Malindi Kilifi ama uko wapi? mimi unajua, sometimes we need to speak the reality kwa sababu mimi, hawa vijana umekuja kusaidia Fred, I'm not I'm not I'm not siko sawa nao kwa sababu oh, nasikia kama roho yangu imekataa kabisa. Roho yangu imekataa, roho yangu inakataa, roho yangu inakataa, na kwamba hao watu ni betrayers, na hao watu nakwambia ukweli ya Mungu, these people kama wata release Bravo maybe Mungu tu tuombe tu Mungu, lakini these people, kuna kubaya hapa mbele, kuna kubaya. Unaona mmoja huko ameshika huku, mmoja huko ameshika huku, utasikia cheni cheni, imetoroka cheni imetoroka mbio mbio, mtaona hapa mbio, na hivyo ndio Bravo ataenda sasa. By the way, nikuulize nyinyi Sahi, Bravo yake au watu wakitoa wakitoa Bravo, sasa mtasema nini? Nitasema mimi nilidanganya? au la tumbe tu Mungu, sikue hivi. vinyo naziona, vinyo naona warembo serious, walai, walienda wa warembo serious walienda wapi? Naomi yako hapa. Ya hiyo hiyo hiyo hiyo mimba hiyo. Sasa ndugu yangu, dada yangu, my beautiful girl, my handsome man here. Yeah. Let me tell you something here yeah. Oh, uh, let me tell you something. Hata these police officers kama tuseme uh, wakuna backup eh, tuombe Mungu akuna backup ya yeah, hiyo tunashukuru Mungu sana lakini kama ukijua there's two things in between these two people, in between us yes Manake usidhani, huyu the same same Moses ndio wa kumokuwa Fred. De, na yeye ndiye alikuja pale unajua hataki tu kusema hii kitu kufanya hii kitu mbele ya Fred ya kwamba hataki kusema taki. Hataki kusema taki Fred of Athletics lakini huyu OCPD amejiona na OCS. Sasa sasa usually benye Kenya wewe umejua Kenya tuseme sasa hii kama milioni ishirini iko hapo. Huyu ni namba ya nani? Davido. Davido, bidi bwana anataka bidi na hajapata swali. Na na hapa, ama unataka ya kupiga na kuenda yako, kama kupiga na kuenda, sidhani ukipata bibi hiyo ambele swala utapata, manake ile, ile, ile, ile mambo ya kupiga na kuwacha iliisha kitambo. Sahii we need serious life people need to have serious life eh, so namba David wako hapo Ameandika hapo mwenye ajayona achukue hiyo namba apige David 0794 eh hey, 670194 993 eh call davido, call davido. So my good friends, mimi hapa mambo ni mawili, is either or oh, cs pesa imemwaga kule, na na alijua before ya kwamba eh, fred atataka usaidizi sasa yeye ametoa wale wamesawapea kitu kidogo aende wasaidie. Na I'm very sure kuna big setup. Why do you think at Bravo kinilele, hata Bravo mwenyewe amejua kitu ambayo ikiendelea? Ndio maana unaona hata ajali. Ako tu hivi. Ajali. Ajali. So that's very dangerous setup. Na hii setup Only Dave atajua kuna setup. I'm telling you the reality. David never disappoint. Only Dave atajua hii ni setup. Takini, Dave atajua hapo kwa ground hii ni setup. Dave, I want to call you right now. Hii ni premium ni ya jana. Hii ni ya jana, si ya leo. Hii ni ya jana. So, anaongelea kitu ya jana by the way. So, so sasa tujui ya pili itakuwa aje? Wameenda huko, i don't know venye itakuwa, lakini let's hope, let's hope for the best kwamba debo alisenda pale milimani, eh Freda lena milimani, na waliombewa na sijui kama dhabihu ilitolewa na and I know everything itakuwa sawa, but moyo yangu, moyo wangu inafanya hivi, moyo inapapayuka hivi na inatetemeka, moyo wangu inatetemeka, my friend, I'm telling the reality kwa sababu huyu ni polisi, huyu ni polisi. Sijui kama ni polisi ni DCI, so na wa so na na wote wako, so if these people can can can attack attack attack each other they can attack they they they they Fred Fred Fred Steam Steam Steam after after, after after attacking Fred's team, watapata nafasi ya bravo kuenda. Bravo akishaenda the dangerous comeback will come because now they are after Fred. After now are are are not anyone, wanataka wazime Fred kama Uh, Ibrahim ilikuwa mkubwa wa Fred na alizimwa. surely surely surely, what about Fred? Fred, these people, even this OCS can say to you. This OCS can say to you. Anajua can't join this mission because ile kitu ilimfanyikia alikuwa attacked kwa sababu ya sina devu. The guys now is in fear. Hey, Mungu, tutakuwa tukiwatch YouTube na hakuna amani Tunangoja tuna mali hatuna mali kabisa. I dont have peace at all. I dont have peace ndugu zangu ni I dont have peace, tuombe tu Mungu the video show Naomi yahai, Naomi siujibu swali, yaani Naomi unanyamaza tu hivyo bwana, na mtu anakusalimia mtu amefoli na wewe kwa hewa. You are infallible my good friends, I'm telling you. Na na take this thing to the bank, take it. Naona Fred amekuwa happy kabisa. Lakini Dave sioni kama Dave Dave na it is not okay. When when these people came, braba me talka kaenda kule nyuma sijui alikuwa anataka kukojoa vipi. Au kwani unakojoa aje na mkono umefungwa hivi? Alafu huyu jamaa mkonde akoraraka sana. Anajifanya juu huyu gaidi. Lakini wameshajua kitambo. Oh, mimi sijaitoa content yangu. Ah, content ya kuwatakia ili oh, kuwatakia ili unajua, not that like that mi I always won, mimi siwezi kuja hapa na kubembeleza <laughs> Mungu hatatoka mbinguni akuja ni akanyage mambo hiyo, nitakuwa nadanganya nikikuja sasa niseme oh, Mungu Mungu shuka shuka shuka nisadi sinad shuka si sema kitu kama hiyo. Mimi natoa warning ili wasifanye, wasitrust because this why I cannot trust anybody. yeah, that's why tunawaombea, tunawasupport wakitaka fuel I do support but seizi danganya atiniwaambie endeni endeni.

Kiswahili na siwezi hata niende ni niishi Somalia, hata niende ni wapi. I can't speak good, good Kiswahili. I don't like Kiswahili. Habari haipo sana, hiyo tumemalizana na mambo mengi I don't know. Kiswahili itanisaidia mali. Uh, my good friends, sijaona hiyo yote. Lakini let's just hope for the best that kila kitu itakuwa sawa. Atuwaombie vibaya, lakini let's just hope for the best that everything is going to be top notch. Itakuwa sawa. Oh, my good friends, I'm confused. Mbona nyinyi mnasema ati ama Genesis mnawaombea? Sijai, waombea heri ya kuwa salama.

Nimeona swali ingine mtu ameuliza hapo, swali nzuri kabisa. By the way, ajasema, ajasema kabisa.